Uchaguzi wa hapo jana ulifanyika bila ya ushiriki wa wapinzani wakuu akiwemo Cellou Diallo ambaye alizuiwa kushiriki wakati huu akiwa uhamishoni. Kwa sehemu kubwa, zoezi la upigaji kura lilifanyika katika mazingira ya amani bila ya ripoti zozote za kuwepo kwa vurugu, ingawa kuelekea zoezi hilo waangalizi wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa walionya kuhusu kukosekana kwa usawa na pia vitisho dhidi ya wapiga kura. Doumbouya aliingia madarakani mwaka 2021 baada ya mapinduzi ya kijeshi ambapo licha ya kuahidi kurejesha utawala wa kiraia alijitangaza kuwa mgombea huru, huku kwa muda miaka minne amekuwa akiwabana wakosoaji wake kwa kuwafunga na wengine kulazimika kukimbia nchi hiyo. Jumla ya wapiga kura milioni sita na laki nane walijiandikisha kupiga kura. Hata hivyo kumeshuhudiwa idadi ndogo ya watu waliojitokeza, ambapo wizara ya mambo ya ndani ikitarajiwa kutangaza matokeo ya awali kuanzia hapo kesho. Dumbuya alikuwa akishindana na wagombea wengine wanane ambao hawana umaarufu wa kisiasa.